Hebu fikiri hivi, umepoteza simu au simu imeharibika. Je, picha zako au faili zako ziliopo katika simu unazipateje? Siku leo ntaenda kufundisha njia tatu za kusevu picha zako au faili zako katika cloud, na utaweza kuzipata wakati wowote na muda wowote, hata kama simu au kompyuta yako ikipata shida yoyote. Njia ya kwanza ni kutumia email watu wengi tunatumia njia hii ambapo sasa mtu anajitumia file au picha yeye, na automatically file ile inakuwa imesha save katika cloud. Njia hii ni nzuri, lakini kutokana na muda unavyoenda na muda mrefu ukipita, file yako inakuwa ni ngumu tena kulipata kwa sababu emails zinakuwa nyingi na kuli access inakuwa ni shida. Email ni messenger, sio storage. Hebu tukaangalia process zake. So ili sasa ku save kitu katika email kutumia email yako, kwanza utaenda kufungua email katika simu yako, kabonyeza, na ukishafungua utaenda kwenye compose email. Na ukienda sasa kwenye compose email, kwanza hapa utaenda kujitumia wewe. Kwa hiyo utaandika email yako, na ukishaiandika uta utachukua file na unataka kutuma, kama ni picture, kama ni file lolote utabonyeza. Na ukisha bonyeza utaandika kama ni kichwa cha kama ni jina la file lako leo unataka kuandika, au unaweza kaliacha hivyo hivyo. Kisha utabonyeza send. Na ukibonyeza send sasa file lako, kila ukienda kufungua hii email utaikuta file lako hapa, na unaweza kali download. Na hata ukifungua email hii sehemu yoyote, hata kwenye simu nyingine tayari utakuwa umesave faili lako huku. Sema njia hii inakuwa ni ngumu pale ambapo unakuwa na email nyingi, na pale sasa kulipata ile faili lako email linapokuwa nyingi inakuwa tayari ni changamoto. Njia ya pili ni kutumia Google Drive. Sasa hii ni nzuri kwa sababu kwanza unaweza kutengeneza folders katika drive na ukiweka kitu chako, ili mradi tu una account yako ya Google una email ambayo ambao umeshajirejista Google, unaweza uka access faili zako wakati wote. Lakini pia katika kutuma mafaili yako unaweza ukatuma tu link ya lile faili, na mtu anaweza ka download wakati wote na katika device yoyote, ili mradi tu zile permission ambazo umesha zi allow zile permission zi za access watu wote kwao. Njia hii ni nzuri kwa wanafunzi, kwa watu wote wanaotumia Android na wengine ambao una email ni safe, lakini pia inakaa kwa muda mrefu. Sasa hebu twende tukaangalia process zake nazo ili kusave vitu vyako kwenye Google Drive. Kwanza utaenda kufungua, utadownload na kufungua Google Drive. Ukishafunguka itakuwa na mwonekano kama huu hapa, ambapo sasa hapa ndipo home. hapa ndipo unaweza ukaenda home, hapa kaa kwenye kwenye file kwenye shared au kwenye shared. hapa sawa vile vitu ambavyo ni vya kwako sasa, si tuenda kwenye home sasa. Unaweza ka upload kawaida, wa kwanza unaweza ka scan kitu ka ki upload, lakini pia unaweza kubonyeza hii plus hapa na ikija, unaweza ka upload Google Docs, Google Sheet, Google Docs, Google Sheet, Google Sheet, Google Slide to scan na vitu vingine. Sasa sisi kwanza tutaenda kutengeneza folder, ambao folder yetu tutaenda kuiandika and take, kisha tutaweza create na ukisha bonyeza create, folder yako itakuwa imetengenezeka, utaibonyeza ili kufungua na ndani yake. Saa hapo tutaenda kubonyeza hii plus, tutaenda kubonyeza na kisha tutaenda kwenye upload. Na ukienda kwenye upload sasa, itakuletea mafaili katika simu yako. Unaweza kuchagua file lolote ambayo unataka, unaweza kuenda labda kwenye download au kwenye document, ni sehemu yoyote ambayo unataka file yako kuitoa. Tutaenda tutaenda kuchukua labda documents na nitabonyeza file ambayo ambao nataka ni upload, na kisha alibonyeza hapo, unaweza kubadilisha jina ile file lakini pia ukabonyeza upload. Sasa ikienda kwa upload, inaweza kuletea prompt hapa kwamba upload paused, kwa sababu inasubiri wifi. Utabonyeza na itakupeleka kwenye ku change ku change hapo, na utaweza kuizima hapa, ili upload kutumia mobile data kama hauja connect kwenye wifi. Na ikisha upload, utabonyeza kuwasha ni itumie tu wifi hii. Inaweka hivi concern kwa sababu gani? Kuna wakati mwingine mafaili yanaweza akawa makubwa, sasa mobile data labda ikawa ndogo, lakini ukiwasha hii hapa sasa, inakubali tu mafaili ya kurudiwa kwa kutumia wifi kwao. Tukirudi hapa, tutaenda kwenye folders, tutoa hichi, na kama unavyoona kuna Hendry hapo, tutaifungua na faili lako lile hapo unaweza kabonyeza sehemu yoyote ili mradi huo una akaunti ya Google na ukienda kulifungua wakati wowote, fali lako utaliona ulilodownload, na itafunguka kama unavyotaka lifunguke. Kama unavyoona mimi mimeshafunguka, na njia ya tatu ni kutumia OneDrive. Hii ni nzuri kwa wale Microsoft users, ni nzuri kwa sababu gani? unaweza ukafanya kazi katika Excel, Microsoft PowerPoint au Microsoft Word na uka save file zako, na zikawa zime sync automatically, na kwamba unaweza kazi access ukiwa katika simu yako au unaweza kazi access katika kompyuta yako. Na hii ni nzuri kwa sababu kila sehemu ambapo utaenda, ili mradi una account ya Microsoft, unaweza kuzifungua na unaweza kazi download, na ukaendelea kuziedit file zako na bado zikawa safe, na unaweza pia ukazishare kutumia link kwa watu wengine na bado zikawa simu na inatunza faili kwa muda mrefu na hamna tena hofu ya kupoteza vitu wala kuharibika vitu. Hem, tuangalie prosesi zake sasa. Ili ku-upload vitu kwenye OneDrive, kwanza utaenda kudownload OneDrive kama hauna katika simu yako utaenda kuidownload na ukisha download utaenda kuifungua kama hapo na ikisha funguka, itakuwa kama hivi. Kama unavyoona hapa, ndipo home kwenye my files, lakini home ni hapa. Itakuonyesha vitu ambavyo viko home, labda files zingine zote ambazo zipo. Na ukiangalia hapa, mafaili mengi ambayo yako hapa nili upload kutumia kutoka kwenye PC yangu, na mpaka huku nimeweza kuyaona. Unaweza ka search file hapa kama unataka ku search, lakini pia unaweza kaenda kwenye vault kama unataka kutengeneza vault ukaweka password ya, ambayo sasa so katika hii file hamna mtu anaweza kuenda kufungua mpaka password yako. Unaweza kwenda kwenye offline ukayakut ma no file ambayo yako katika offline, unaweza kubadilisha hapo, kaenda kwenye photos au kwenye file, kwa hiyo nitokana na wewe sasa unataka iwe sasa. Ili ku upload nitaenda kubonyeza plus hapa, na kama unavyoona kama katika Google Drive kuna kutengeneza folder na kuna kuscan, lakini pia kuna kuupload lakini kitu kizuri ni kipi sasa? Unaweza ka upload vitu kutoka katika word document au powerpoint presentation au excel kama ipo katika simu yako au katika kompyuta yako, kwa unaweza ka upload vitu direct kutoka katika hizi app tab. Sasa sisi tutaenda ku create folder na tutaliita vile vile Hendry Tech tabweza okay, na ukisha create itakupeleka moja kwa moja ndani ya lile folder. Na kama unaona folder yetu halina kitu, kwa so, sababu unaweza plus na utaenda kwa upload na kisha funguka kama hivi. Utaenda sasa kama ni kwenye document au kama ni kwenye image yoyote, utaenda kubonyeza hapo file ambayo unataka kuiupload. Na ukisha libonyeza tu, halihitaji ku specify kama ni kwenye mobile data au kitu kingine, tayari inakuwa imesha upload katika OneDrive. Na hii sasa unaweza kuifungua kati, ukiwa katika kompyuta yako, lakini pia unaweza kuifungua ukiwa katika simu yako. So hivyo ndo unavyoweza kuupload vitu katika OneDrive. Sasa katika hili tunajifunza nini? Email ni messenger, unaitumia katika kushare files na image na vitu vingine, lakini Google Drive na OneDrive ndio vinatumika kama storage ndani ya cloud. Na kutumia njia hizi sasa tatu hautakuwa na hofu ya kupoteza mafaili yako au image zako zitakapotokea tatizo lolote na hii ndizo namna tatu za kutunza vitu vyako katika cloud. Kama umeweza kupata kitu kipya au umejifunza kitu zaidi, unaweza ka like na kusubscribe Hendry Tech, lakini pia comment kama kuna tatizo au kuna topic ambayo wanataka tuigusie, lakini pia unaweza ka share video hii kwa watu wengine, ni kusudi kuendeleza na kuendelea kuikuza Hendry Tech. Asante na wakati mwingine.